What is your problem? Kwa uh, unangia kwangu, haubishi hodi, hapa ni toilet. Bro, I can't knock your door. You know why? Stake kujua sababu ni nini. Lakini why unangia kwangu afu?

hujui kitu unachokizungumza wewe. Sawa. Sitaki. Hauelewi unachokizungumza. Sawa. Sijaelewa. Sijaelewa. Sijaelewa. Ndio. Stay away from my fiance. Stupid.

Ni kwenda kuheshimu sana kama ndugu yangu. Hivi kuna nani ambaye anaweza akakaa ndani ya mtao asijue hmm? eh? kwamba <tiple> Kaza sura basi. Unaregeza sura lakini umjua demu wangu tu wewe. <laughs> <laughs> Ngoja, bure, ngoja, cheza, ngoja. Ngoja. Ngoja rao. Mzee, nini? Ni wasikilize toka, tukio la kwanza yeah. <laughs> mzee, ngoja, ngoja, ngoja nisikilize. Sasa ni unatoa ni nini? Unapa ni kinini? <laughs> Wa kwanza kaja kafiumu. Nitakuja kumua kule kijana wa watu. Mzee. Kumlavi. Najua age yako na age yangu ni vitu vili tofauti. Hmm? Kwa hiyo vita ya vijana, acha vijana tumalizane. Ah. Uh -uh. Umeniona vizuri, mzee wangu na kuheshimu. Unajua maumivu ya mapenzi, mzee wangu, acha mapenzi yenu ya kaina hizo. Mapenzi. Mapenzi ya nani? Na mzungumzia mpenzi wangu? Nani mimi mimi natoka vizuri na na mtu mtu mzima. mzima Oh, huyo. Kitu ambacho ni haki. Vijana tulieni. mzee Mzee, sikilize basi. Sitaki kujua kama ni kama sio nisikilize. Ongea na mzee Mzee, maneno ya Yaki yaki. wangu. Nashukuru sana. Nakuheshimu sana. Sijui umenielewa vizuri, ila napokuwa nazungumzia kitu ambacho kinaumiza moyo wangu nataka nieleweke. Nazungumzia Tifa, mchumba wangu mimi yake, sitaki kujua ah, ah. Mimi sitaki kujua Mm -hmm. Huh? Je, umepata nini huko? Kijana, nakuambia. Je, nakuuliza umepata nini hapa? Hapa wewe ni rafiki yangu, kwa hiyo sio mbaya tu juia nimepita tu nimsalimie sio? Mimi natoka

Akarudi ule pili, angalia anachomfanya hivyo, ndio mfahamu jaji huyo, maneno aliyomwachia yeye. Akirudi mara nyingine, atamfanya wewe unasafisha kifo kana mara. Acha kuchanganya wewe, unawachanganya kule nje, kinachotokea anakuja kwa, wanakuja kumdhuru.